Alikufikiria ulipo hivyo hivyo, kabla hajafikiria kuumba nyota na mwezi na ndege na miti alishakufikiria kufikiria wewe, akasema iko siku huyu atakuwepo duniani na atafanya moja mbili tatu, na kuna hiyo ile ratiba yako yote akaitengeneza. Sasa unaona, usamani wako ulikuwa pekee kama. Ndio maana anasema, mtu wewe ni wasamani kuliko miti kuliko wanyama kuliko ndege kuliko kila kitu ambacho kimeumbwa baba ulimwenguni kwa sababu Mungu, Mungu alishakuchagua tangu hapo. Umejua unavyokuwa thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo hautakii kuwa na mashaka kwamba Mungu ananipenda. Hayo mashaka hayapaswi kuwepo. Haleluya, maana ameku alikuchagua kwa mapenzi yake mwenyewe, hakulazimishwa, hakuambiwa na mtu, ni yeye mwenyewe aliamua hivyo hivo. Kwa mimi nimejiona ndio pekee sana, sijui kama nao umejiona hivyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa kweli Mungu anatupenda. Nime, hey, mimi imezidi kuniongezea kuto pale kwamba Mungu ananipenda na ananiwazia mema na anataka, kama umeona pale amesema, ili ile sala ya pale amesema ili atukuzwe, afanyaye mambo makubwa ya, ya ajabu. Ndio lile ombi ambalo tumesema ni ombi la tofauti sana na Roho Mtakatifu. Haleluya! Lakini ukisoma pia hapo, unaona kwamba Mungu anataka anataka apate sifa. Kwa hiyo hiyo hiyo sura ya kwanza tuliyosoma, moja 2 e, mbili, mbili, mpaka 14, zile baraka za kiroho, tumefundishwa mambo mawili. La kwanza, salamu, utangulizi na salamu, si ndio? Alafu mm, la pili tumefundishwa baraka za kiroho katika Yesu. Katika Yesu Kristo ambayo yuko mstari wa mstari wa tatu mpaka mstari wa kumi na nne, si ndio? Kwamba ukiwa ndani ya Kristo umepata baraka zote za rohoni. Ukiwa ndani ya Kristo umepata baraka zote za wapi? Sasa sisi si tuko ndani ya Kristo. Tulijifunza ile Ijumaa kwamba kuwa ndani ya Kristo maana yake nini? Maanake ni kwamba umemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako Haleluya. Kwa hiyo kwa hilo tayari uko ndani ya Kristo. Kwa hiyo kama uko ndani ya Kristo, uko entitled kupata baraka zote za rohoni. Haleluya. Na tunajua kwamba mambo yote yanaanzia wapi? Rohoni, alafu ndio yanaonekana wapi? Mwilini. Kwa hiyo kama rohoni baraka zote zilishaachiliwa, tunachotakiwa ni kuwa na uwezo wa kuzivuta zije mwilini. Haleluya. Umejiona kwa jinsi ulikuwa na baraka nyingi kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kumbe, mimi ninazo baraka zote za rohoni, ninazo baraka zote za rohoni. Maana akasema aliye tubariki li ni past tense, kwamba hiyo ilishapita, yaani tayari alipokuwaza kwa mapenzi yake kwamba uje na zile baraka za rohoni, alishaziachilia mm. Haleluya. Amen, kwa hiyo ziko pale e, zinanisubiri mimi Nizifanyie transfer kama mchungaji alivyosema uzi transfer, yani uzihamishe kutoka rohoni kuja. Amen. Amen. na ili kupata kuhamisha kutoka rohoni kuja mwilini unahitaji nguvu, unahitaji imani, unahitaji uimara unahitaji upendo katika Kristo na ndio maana hapo unakuja kuangalia pale tena, kuna sehemu ambapo mchungaji ametufundisha kwamba ile nampigia Baba magoti ile tuepo tukasome, inampigia Baba magoti ambayo baba wote wa dunia na mbinguni naitwa kwake ili atufanye kuwa imara na nguvu. Umesoma hapo, kwa nini tunatakiwa kuwa na imara na nguvu? Ili tuwe na imani imara na nguvu, tuweze kuhamisha zile baraka za rohoni zije mwilini. Haleluya! unanipata hapo mwana Mungu, unanipata hapo kwa hiyo, baraka za rohoni kila mtu kaachiliwa, lakini una, ukisoma pale nasema ile, kuna sehemu hapo amesoma mstari wa mwisho mchungaji, sura ya tatu ile uliosoma pale chini, kwamba kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu Mungu atatukuzwa na kufanya mambo makubwa ya ajabu mno ambayo hujayawaza wala kuyaomba kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sio kwa kadiri ya nguvu itendayo itendayo ne, kazi ndani yake, yeye anazo nguvu zake. Lakini nguvu inayotenda kazi ndani yako ndio itakayovuta yale mambo ya ajabu mno yasiyoweza kufikirika wala kuwazika. Ni nguvu itendayo kazi ndani yako. Haleluya, amen. Kwa hiyo, kama nguvu yako ni kidogo, haiwezi kuvuta mambo mengi makubwa ya ajabu, lakini kama nguvu yako ni kubwa, itavuta itavuta mambo mengi makubwa ya ajabu mno kwenye maisha, na Mungu atapata utukufu na atatukuzwa sana kwenye maisha. Haleluya. Na ndiyo maana Paulo akasema, ninampigia Baba magoti ili upate nguvu upate uimara. Kwa nini? Ukipata nguvu, ukapata uimara, utakuwa na uwezo wa kuvuta yale mambo makubwa ya ajabu yaoneke kwenye maisha, halafu Mungu atatukuzwa na Mungu atapata sifa. Haleluya, haleluya, mji wa matajiri haleluya, mji wa matajiri. Na na ukijua kwamba Mungu hilo ndilo lengo lake, anasema vitu vyote vya rohoni na vitu vyote vya mbinguni na vitu vyote vya duniani amevi amevijumlisha kwa ajili yako tiari. Vya duniani na vya mbinguni vimejumlishwa. Hiyo ndio sura ya kwanza, ukiangalia hapo, kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lakini ili bado uvipate, ili bado uvipate, ambao ndio urithi. Anazungumzia urithi huo. Tiari una urithi, una urithi vya mbinguni, una urithi vya duniani lakini kuviritsi hivyo ni nguvu, lazima tuwe na nguvu, nguvu za roho. Ndio maana tukapewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ukishaokoka nasema unapigwa ule mhuri, unabomba ule mhuri. Sasa haya hmm. mambo ni mazuri sana. Haleluya, haleluya, kwa Mungu anatarajia kupitia sisi apate sifa, apate utukufu apate kutukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu kupitia wewe na kupitia mimi atafanya mambo, aweze kuwa na uwezo wa kuonyesha nguvu zake. Haleluya, kupitia wewe, kupitia mimi, kupitia kanisa, kama ambavyo alikuwa andike kanisa la Efeso, kupitia kanisa la Keys of Christ. Mungu anatarajia kwamba kupitia wewe na mimi na kanisa, aweze kupewa nafasi na mtu mmoja ambaye amekuwa imara, amekuwa na imani, amekuwa na nguvu ya kumsababisha Mungu afanye mambo makubwa na ya ajabu, ambapo atamsababisha apate sifa tukufu na heshima. Haleluya, anakutaka wewe na mimi tumpe nafasi ambayo Paulo ameifundisha kwa Efeso. Tutaendelea kufundishwa hapa, unakuja darasani, jichochee kwamba, mimi Mungu, ulinichagua kabla ya kumba misingi ya ulimwengu kwa mapenzi yako mwenyewe, lakini haukunichagua tu, ulinichagua kwa sababu unataka kunitumia kama chombo cha kuonyesha uweza wako, cha kuonyesha nguvu zako, cha kuonyesha utukufu wako, cha kuonyesha baraka zako, cha kuonyesha unaweza, unaweza, unaweza, unaweza kunipeleka kwa upana kiasi gani? Unaweza kunipeleka kwa, ma, kwa marefu kiasi gani? Naweza, unaweza ukanisambaza kiasi gani? Alafu Mungu katu juu na watu wakasema hakika yuko Mungu mwenye nguvu kuliko atemi. Haleluya! yuko Mungu mwenye nguvu kuliko mizimu, yuko Mungu mwenye nguvu kuliko waganga wa kienyeji, yuko Mungu mwenye nguvu kuliko wale wanaokwenda kuabudu Shetani. Lakini huyo Mungu ataonekana kwa wewe na mimi kumpa nafasi, kumwambia, Bwana, ninazo nguvu ndani yangu za Roho Mtakatifu, ninao imara ndani yangu wa Roho Mtakatifu, ninayo imani ya kutosha. Mungu njoo fanya mambo kwenye maisha yangu yaonekano utukufu na heshima. Kuna mtu anakwenda kumwambia Mungu na. <laughs> Haleluya! na hizo nguvu zinaingiaje? Zinaingia kwa kufuata kusikia neno la Mungu, kama hivi kusikia habari njema. Ukisoma hapo hapo kwenye kumi na nne, hapo alikomalizia anasema hivyo kwa kusikia neno na kwa habari njema, habari njema tunazohubiriwa, neno tunaohubiriwa, tunazo ndizo nguvu. Ndipo tunapozidi kupata nguvu, tunapopata kuwa imara, tunapozidi kuwa na imani kwa Mungu, na Mungu anapata nafasi ya kujitukuza kwenye maisha ya kila mmoja wetu. Haleluya, haleluya. Mjue matajiri, haleluya, mjue matajiri. Mungu anataka vitu vikitoka hapa hivi ni vitu vya expensive. Uturuku kutoka mtu vile expensive. Na sisi hapa, watakia watakia watu vile expensive. Akikutane mwenjili, situ yuko ni vile expensive. Mwenjili, hallelujah. Mwimbali vile expensive. Kwa hili neno mimi kwa limekuja neno la kinabii. Ni somo la kinabii, ni darasa la kinabii. Ukilichukulia vizuri, kuna mambo makubwa sana Mungu anakona kubadilisha kwenye maisha yako, na kwenye maisha yangu, na kwenye maisha ya kanisa. Na Mungu hakika, atafanya mambo makubwa ya ajabu mno, ambayo hatujayawaza wala hatuja kuyafikiria, lakini atafanya kwa ni kwa sababu wewe na mimi tumeamua kuwa imara na kumpa Mungu nafasi. Mungu ndio fanya hayo mambo.